nchi wa kata ya Malampaka wakiwa wamejitokeza kuendelea kusikiliza sera za wagombea ili waweze kuamua nani anafaa kuongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Na sasa ni zamu ya mgombea wa urais kupitia chama cha Ada Tadea ambaye anaeleza kuwa kipaumbele chake ni kuleta mabadiliko ya teknolojia. Mabadiliko haya sisi tumesema kwamba tutaunda kituo maalum au mji maalum ambao sisi tumesema tunauita Bongo Technological City kwa ajili ya vijana wote ambao wana akili nzuri, vijana wanaotaka mabadiliko waweze kwenda pale, wakabuni mambo, wakafanye mambo, ili Tanzania iweze kuwa na vitu vyake, iweze kuwa na kamera zake, iweze kuwa na microphone zake, iweze kuwa na pikipiki piki zake As hata ndege zake, satelaiti zake. Nia ni kwamba kila kitu kila kitu kilichopo duniani kiweze kutengenezwa na Mtanzania kwa upande wake. Katibu mwenezi wa chama hicho akaeleza yaliyomo kwenye sera ya chama hicho ambayo yanagusa maisha ya kila Mtanzania. kile tunacho kihitaji, lazima tufanye utafiti. huu ya kwanza ni utafiti, huyu ya pili ni ubunifu, huyu ya tatu ni utengenezaji. Uu ya nne ni uuzaji. Na uyu ya tano ni uwajibikaji. Maana yake ni nini? Tuna vijana wamemaliza shule, wana akili, wanataka kuvumbua jambo. Mtu ametengeneza gogole anakamatwa polisi. Kwa nini usimweke sehemu, ehe, umetengenezaje? Ukamwendeleza na nini, tukatengeneza silaha. Uwona mkamata na unamfunga. Kutoka Malampaka mpaka wilayani Maswa mkoani Simiyu, Rehema Evans, Azam News.